Shauri la Padri Kitima nililitolea taarifa hatua ya awali, na mnakumbuka eh, padri alikuwa yuko katika hospitali kwa matibabu, na, na ili mfumo wa kisheria wa watu waliotuhumiwa ufanye kazi, ni jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba tunapata maelezo ya ndugu yetu Father Kitima kimaandishi. Sasa kipindi kile ilikuwa sio busara na tujaribu kwenda mara kadhaa, mtu akiwa bado katika mazingira magumu ya kuumwa, huwezi ukaanza kutumia uh, eh, approach ya kwamba nataka maelezo, nataka maelezo, nataka maelezo. Kwa hiyo atakapotulia kapata maelezo, narudia, maande, maelezo ya kimaandishi narudia, maelezo ya kimaandishi ambayo yataingia kwenye mafaili ili yaende kwenye ofisi ya mashtaka, na ndio mfumo wa kisheria. Basi tutazidi kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo atakapokuwa ametulia na akatoa maelezo ya kimaandishi kama serikali inavyofanya kazi katika mfumo wa kimaandishi, kwa sababu sasa mafaili yatakuwa yana move kutoka point A kwenda point B. Sasa ukitaka kumwona fadha, unamwona kwa statement yake eh, ile itatupa fursa, kwa sababu yule ni shahidi mkuu katika shauri hilo tunalolichunguza, na jamhuri kwa makesi kwa kesi za jinai ndio mlalamikaji. Kwa hiyo yu yule ni shahidi muhimu, shahidi mkuu kwa hiyo atakapokuwa ametulia, tukapata maelezo ya kimaandishi, shauri letu litaendelea kusonga mbele na tutazidi kuwapa taarifa. Kwa hiyo ni busara za kisheria, mtu anapokuwa yuko kwenye tatizo, akitulia basi, kuna picha anaweza akawapa ya ziada kuhusiana na kitu mnachokichunguza, ukiacha taarifa tulizozipata za awali, kwa sababu pale pia palikuwa na watu ambao tuliwahoji zile tulizisimamia, katika kufanya yale tuliyoyafanya, lakini bado upo umuhimu wa kisheria, tutakapokuwa na utulivu na tunaheshimu, tunaheshimu fadha akiwa na, na utulivu mkubwa, tukapata maelezo yake kimaandishi, ili sasa haya mafaili yaweze kumuvu kiusheria. Kwa hiyo bado nafanya kazi nzuri kubwa ya kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwa watu wote katika jiji letu la Dar es Salaam. Um, nadhani shauri lote likitokea sisi tunashughulikia kwa mujibu wa sheria, na kwa sababu ni swala la takwimu, unataka kujua nini kimefikia wapi, nadhani tunaweza tukaonana baada ya muda, nikajua hatua za kisheria zimefikia kwenye nafasi gani, kwa sababu e, matukio ambayo yalitokea yamepelelezwa na idara yetu ya upelelezi na yako katika steji tofauti. Kwa hiyo nadhani nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya kukuambia baada ya kuwa na mimi nime cross check kwa wahusika ambao wanafanya uchunguzi ili niweze kukupa jibu la uhakika.